Kama vile kujuana na mzee wangu Mzee Pata. Leo nataka niwape bonge moja la show, unakumbuka uh, show ya Ali Makosta. Tata inasumbua sana upande wa difu eh. Yeah, tata ipi? Tata makopolo hii eh. Yeah. Sasa tata, tata makopolo sababu inasumbua difu unasema hiyo uh, mm. Sababu inasumbua difu, kwa nini tusipime hivi tusipate vipimo hapo tukaweka tukafunga difu ya ya fuso yenyewe eh. Yeah. Tunachukua vipimo pale. yeah. Tunachukua difi ya fuso ya mninga tunapachika pale. Mninga fuso mninga, ile fuso box ya old model. yeah. Inapachikwa pale difi yake. yeah. Shule imemaliza pale. Nategemea leo kutakuwa na show kali kama ya Ali Makosta, kwa sababu mzee Pata ni mzee wangu wa siku nyingi sana, nimefahamiana naye miaka mingi sana, zaidi ya miaka kumi sasa hivi eh? mm. miaka mingi sana sasa. Leo tunapata vyuma ama tunapata madini mbalimbali kuhusiana na masuala ya magari Zepata, karibu sana katika ho namba moja magarimzpata Uh, uh, um, kwanza kabisa ningependa kujua nyie mnajishughulisha na kitu gani? Uh, sisi kwenye magari tunajishughulisha na kufanya matengenezo ya vitu vya magari, vitu vya magari kama kama hivyo. Okay uh, mzepata ni engineering. Ukisikia unaenda garage alafu unaambiwa cylinder head inaenda engineering, ama ukisikia labda block inaenda engineering. Sasa mzepata ndo engineering mwenyewe katika utengenezaji wa magari. Injini ya mteja inapokuja garage imeharibika, uh, ndani ya injini kuna kunakuwa kumeathirika. Sasa kwa fundi wa kawaida hawezi kuona zile athari mpaka tupeleke engineering Ka, katika injini ikiwa imechemsha, vitu gani hasa vinakuwa vimeathirika katika injini? Yaani injini inapokuwa gari ime overheat, vitu gani vinaathirika zaidi katika injini? Uh, gari ikiwa imeheat imechemsha, kinachoathirika sana kwenye gari ni silinda hasa. Okay. Ni silinda, wakati mwingine hata injini ndio kuna nayo inakuwa imeathirika, wewe inapinda. Uh -huh. Yeah. Okay, nini kinafanyika kwa hiyo ikishakuwa imepinda? <clears throat> hivyo vitu kisha kuja tukivipima vikiwa vimepinda unachofanya kama kwenye block unafanya surface na kwenye siledi unafanya surface, alafu unaenda kufunga, inakuwa sawa. Hapa hamna mtu anajua surface. So, wote wanaojua surface, surface, ni nini? Surface ni kuichonga, kuichonga ile cylinder head kama imepinda, unaondoa ile kupinda kwake. Na ukisema unaondoa, manake uh, unaongeza nyama ya juu, lafu unakuja kuichonga, ama barabara kama inapochongwa. Sio hii, inapunguzwa, inapunguzwa, kama barabara inapochongwa, kama inapochongwa barabara, manake unapunguza maana yake hata unene kama ulikuwa labda wa silindredi labda iko milimita labda mia mbili, maana yake unapokaa rula yetu ikiwa imepinda ziro tano ziro kumi, unapochonga pale unaondoa labda ziro kumi, inapungua. So, mtu e, so, anapokuja amesha fanyiwa surfacing, maana yake uh, amesha, amesha kuna nyama ama kuna lea fulani imepungua, maanake kuna gasket anatakiwa nunue nene zaidi, na kwenye shaft pia crankshaft pia na hapo mm. nini kinachotokea? Shaft maanake crankshaft unapokuja, maanake inapimwa eh. Sawa, inapimwa kama imepungua, unaichonga eh. Unaichonga shaft nayo ina size eh. Shaft inapokuja kabisa inakuwa iko standard eh. sawa eh. ina size ishirini na tano Hmm. ina saizi ya hamsini ina hmm. mtu anapokuja na shaft hmm. hmm. hmm. hmm. sabini na tano mpaka mia ndo saizi kabisa ya mwisho. Wakati mwingine mistari mistari nyingine, mtu anaweza kuleta imeumia kiasi ambacho toka kwenye standard ikaenda labda saizi ya hamsini au sabini na tano inategemea na jinsi yes, ilivyoumia kwa mtu ambaye mm. anatazama kwa mtu ambaye anatazama uh, TV uh, inawezekana Maruge au anaangalia YouTube anawezekana haelewi lugha tunazozitumia. mm. kuchonga maana yake uh, zile sehemu kwenye crankshaft zinakuwa zimeathirika mm. labda kutokana na ukosefu wa oil, oil. Mm -hmm. Sasa zikishaathirika maana yake zinakuwa kama zimeumia hivi, kwa hiyo mm. unatoa ile nyama ya juu, yeah, kama mm. kama vile ulivyosema unachonga barabara mm. kwa hiyo space na, nafasi inaongezeka ya, ya size yeah, ile size inaongezeka. maana yake inapungua shafti sasa. Inakonda. Inakonda. Inakonda. kama mkono hapo umepunguzwa mm. umeumia kwenye ngozi mm. unapunguza hii ngozi mm. ya juu si ndio? mm. Okay. Sasa tunakuja katika baadhi ya vitu kama kwenye silinda head pale juu, kuna zile kem. Zile kem huwa nazo zinapataga changamoto eh, kemu inapata changamoto kama gari yako upandishaji wa oili oh, nazo, nazo, oil sio mzuri eh, oil ni oil. Wakati mwingine service, mtu kapitisha muda wa service, unakuta oili nayo kuja juu. Wakati mwingine oil pump eh, inakuwa haipandishi oili vizuri, maana yake imeshachoka. Hmm. kwa hiyo kwa maana hiyo lazima zile kem zitaumia, kwa sababu inachelewa Kuja zita, hmm. Okay, so kuna vitu vingine naona unafanya modification. Kwa mfano kama hapa nimekaa kuna mtu kaja na hii mm. hapa mm. so, amekuja hii hii, hii, yeah, na hii anasema hii ni top mounting alafu mm, mm. anataka spacer ndo zile ambazo unafanya gari iwe juu, hizi unazitengeneza hizi eh, na lake hizi, <coughs> ni kama kwenye magari unakuta gari kwa nchi yetu, hmm. barabara yetu sio rafiki, maanake magari mashimo mengi unakuta, yeah. gari mkipata watu wanne watano gari, yeah. inagusa chini. Sasa unapoweka kitu kama hicho space, maanake ile gari inakuwa inaongezeka kuja juu yeah. Kiasi hata ambacho mkipata watu wenye uzito kidogo zaidi, gari ile inakuwa ikwangui chini mm. kwa hiyo hii uh, hizi ambazo umetengeneza ni zile ambazo umechukua mfano wa kwenye gari ile top mounting yake kitu ambacho kitatoa kitu kama hichi. Alafu unachemsha ile uji, unamwaga, inatoka hivi hivi, sura hii unapata ile uji ukishapata ule uji tayari, ukishakuwa umeshatengeneza kitu kama Okay. Zamani zamani watu walikuwa wanatengeneza mapira. Eh, siku za nyuma walikuwa wanachonga mapira wanaweka chini ya magari. Sasa mapira yale huwa, eh, yanabonyea unakuta gari unatembea yanapiga kelele. Wakati mwingine hapa zimekaa, hii ni chuma kwa kikikaa kimeka gari haishuki tena chini. Wengine wanalalamika kwamba hizi spacers zinafanya gari mm. zinakuwa hazina balance na nini. Hilo jambo umewahi kulisikia? Nimewahi mm, kusikia, lakini inategemea, kuna mtu mwingine anakuambia anataka inchi mbili aweke kwenye gari mm. inchi mbili maana yake gari itanyanyuka mm. sana kweli, itakosa balance mm. lakini magari mengi sisi tume design kwenye inchi moja mm. gari inakuwa iko ndani ya balance. Sasa ikiwa juu sana, maana yake kitembea kazi imenayumba kidogo inakuwa Of zamani zamani. Siku za nyuma, umeanza kufanya kazi ya engineering mwaka gani? Mi kazi, uh, kazi nimefanya muda kidogo mwingi uh, mimi kazi oh. Kwa mara ya kwa kwanza kufanya kazi za ufundi nilikuwa ndio nani nitoka tokea kwenye shule nilifanya kazi mwaka themanini na sita wewe hujazaliwa 86 kuna kampuni moja ilikuwa inaitwa Automake kwa hivyo isikia hivyo. Auto make Limited. Sio Tabata. Ilikuwa Tabata. E, hey, dampo. Tabata dampo hapa e. Hey. Kwa jua hapa ilikuwa. Ilikuwa ni kampuni moja mzee mimi wa kitambo. Unaona uh, oh, ilikuwa... na <laughs> hijua. Ilikuwa kampuni moja ya siku nyingi ambayo ilikuwa na vifaa vya kisasa na huu juzi ndio ilikuwa kama tumeuanzisha. Ilikuwa mwanzo kabisa. Kubwa kwayo sana. Kwa hiyo pale tulikuwa na maexpert wengi kutoka India wapi walikuja pale wanafundisha ha, watu pale. Oh. Na sisi katika grupo ndio ndio tulikuepo. So, mm. Hii engineering, uh, kazi ya engineering inakuwa na ina category tofauti tofauti. mm. Kuna upande wa engine kuna upande wa kuchonga baadhi ya vyuma na mm. nini mm. Uh, hizi engine zilizopo sasa hivi miaka ya sasa hivi na engine zizo za miaka ya zamani katika material ya chuma, material ni yale yale ama material yamebadilika? tofauti ipo, tofauti ipo, tofauti ipo sana. Material za zamani ilikuwaje? Material za zamani zilikuwa imara eh, zilikuwa imara yeah. Sasa hivi wako kibiashara zaidi eh, kibiashara zaidi. Zamani ule kulikuwa na maisuzu hey. Land Rover bali, kwa hiyo hata ile matirio yake ni ile ya zamani, ile ngumu. Kwa hiyo sasa hivi unakuta kuna engine tu, unakuta mara bolti zimepanda tredi, mara limepinda muda, yani tatizo kidogo. Ukiwa mzembe tu kwenye gari namna kulihudumia lazima upate matatizo. Mimi mteja wako e, kwenye hizi BMW, Audi, Mercedes nadhani unajua ile hey, lakini Uh, wewe umekuwa ukidili zaidi na Toyota miaka ya nyuma, Japanese car na Toyota mm. na nini? Uh, mm. baada mimi kuanza kufanya kazi na wewe let's mm. say, sio mimi tu, mimi pamoja na wengine ambao wanaanza kuleta mm. kazi kama hizo mm. kuna utofauti uliona katika hizi injini za European na hizi za Japanese? Yeah. Kwenye upande wa material iliyotumika. Tofauti ipo, tofauti ipo. Gari, vitu vya Ulaya vigumu, vinadumu, mm. vinadumu lakini hawa Japani hawa, sasa Japani sijui kumeingia nini, sijui kwenye spea hizi za mbele nako kumekuwa na shida mm. Spea mtu ananua leo, kesho imeharibika. Nafikiri ni hawa, sijui, lakini zile zenyewe kabisa, lakini sasa hivi unakuta malalamiko hasa kwenye Japani mm. spea za Kijapani aa mtu akanunua mena koni akafunga, siku mbili tatu zimeshasagika, kopi imekuwa no, mm. nyingi Okay. Yeah. So tukizungumzia swala la la hii kazi ya ya the engineering mm -hmm. pamoja na kwamba unafanya marekebisho, kuna modification pia unazifanya? Yeah. Mfano kuna modification gani shey kufanya? Nyingi uh, unafanya unakuta mabloku yanapasuka Mhm. engine block, mtu anaendesha na pasuka. Napasuka basi unatengeneza pale. Unafanya modification unatengeneza na kuwa safi, mtu hawezi kujua kama umetengeneza. Unafanyaje? Hapa sina ya kukuonyesha kwa sababu tayari zishaondoka zote. Unakuta kwa mfano mtu wakati mwingine ni madreva change down. Yeah. Anaweza kapasua piston ikatoka, wanasemaje inatoka mbavuni. Mbavuni. Mbavuni. Mbavuni. <laughs> Kinatoka kipande pale. Kabisa inatoka. Kabisa inakuwa wazi, unaona tundu kabisa kule. Yeah. Sasa ingekuwa ipo, ningekuonyesha sababu azipo, zote zishaondoka. Kwa hiyo pale sasa pameshatoboka, maana yake lazima unatengeneza shape ya pale. Yeah. Hmm? Ushatengeneza ile sura pale nzuri tunatumia puti kutengeneza ile mm. sura, unaweka ni puti, puti, <laughs> yeah. puti. Pale vizuri, unasafisha vizuri. Alafu baada ya hapo unaenda kumimina chuma mm. So, unaziba <laughs> <laughs> <laughs> mm. unaziba vizuri kabisa, mtu aweze kujua kama block lilipasuka. Yeah, tunafanya hiyo hiyo, tunakutana nayo nyingi, tunafanya watu wanapasua sana mablok <tinyo> na inadumu. Guarantee, dumu haina mashida, ule ule soft uliopo usoft uliopo, mm. uliopo kati ya ilivyokuwa mwanzo na inavyokuwepo baada ya kutengeneza mm. unauhakiki vipi? ah, yani, kwa mfano, mfano mm. umepiga polish mm. kwamba hii sasa hivi nimepiga polish, hakuna tena let's say vidonda ama mikwaruzo, unahakiki vipi? Yani, kama kwenye nini, polish kama kwenye nini? kwenye crankshaft, kwenye block. Ha, unaona alafu unapima, unapima. Eh, nimeona una hizi filler gauge. Eh, hizi filler gauge hiyo kwa ajili ya kutumia bend. Kwenye nani? Kwenye ile bend kwenye cylinder head, inatakiwa isipite hiyo. Ikipita hiyo, Eh. Maana yake tayari sindeni na bend. Aha. Kwa hiyo eh, ikipita hii, hii ya kwanza ikipita, shida hamna, shida. Ah, ingapi wewe unasoma? Mzee, mimi nimezeeka, macho yenyewe. Umezeeka. Sitini? Hii sio sitini. Au sifuri ziro tisa, ziro ngapi? Hiyo sio ziro, ziro mbili yaani hiyo ya ziro mbili yaani kwa ujumla sindedi inapokuja inatakiwa ziro ziro, hata kidogo isipite itakiwa hata kidogo ipite eh, ikiwe napita pale, maanake tayari ina shida. Au tutoe mfano. Wewe nani, big empty cylinder head moja hapo ndani, hebu tuweke. Rula ilonyoka. Hii imenyoka. Alafu naangalia kama inapita hivi E, aipiti. Njoo mwisho, aipiti maanake lula yako iko sawasawa. Inapita. Njoo katikati. Katikati hapo. Hapa imepita, hapa inapita. Inapita. Umeona? Hmm. Kwenye kuchonga ina mpaka mwisho wake. Hmm. Kama kwenye magari ya BMW Mercedes, yeah. Yana kiwango chake kila siku ya Mungu tuweze, tuweze. Boti imekatikia ndani. Umeona hii? Eh, hii ya katika hii, umeona? Ime hii hii. I, imekatika dt mona hii imekatika. biliziitoesho inaitwa The Gear. Mimi naitwa mbili tano tano Jerry. Director anaitwa Zosa. Production team inaitwa Jerry Spare Production Team. See you next time.